Habari yako ndugu, nakuja tena kukutia moyo, kukuambia kwamba kwamba mm, inawezekana kuna watu walikuumiza, inawezekana ulipokuwa njiani kuna gari likugonga, lakini nataka kukushauria ya kwamba hata kama kuna gari ambayo likugonga kakuacha njiani, tegemea kwamba kuna gari nyingine ambayo itakuchukua na kupeleka hospitalini kupata matibabu. Lengo langu kukuambia ni hivi, kuna watu tu walikutenda wakakuumiza moyo, ukawazia ya kwamba binadamu wote ndivyo walivyo. Lakini hapana, tambua ya kwamba yule ambaye alikuumiza alifanya vizuri. Mimi nampongeza kwa sababu alikutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine, na pale ambapo ulikoangukia kuna mwingine atakutoa na kukupeleka sehemu nyingine ambako utapata faraja. Kwa hiyo Yesu pekee ndiye rafiki mzuri, hata kama wanadamu atakuangusha. Kimbilie Mungu, mlilie. Kuna mtu atakukutanisha na yeye, kuna mtu atawakutanisha ili akufikishe mahali ambapo unaenda. Kwa hiyo usivunjike moyo, akikuumiza sema asante kunifundisha kitu, akikuangusha sema asante kunipatia nguvu za kushimama. Kwa hiyo usiogope ama usinungunike, usimwache Mungu kwa sababu ulitendwa.